Kulingana na kile ambacho kinaendelea kati ya Jux na Priscilla na mtoto wao ambaye hivi sasa ana uraia wa Canada, lakini anaishi nchini Tanzania. Mama wake Mnigeria, baba wake Mtanzania, lakini mtoto ni raia wa Canada. So uh, Mujaku bana amemwandama Jux na mkewe pamoja na Diamond Platnumz ambaye anaitwa Mwambino kwake yeye Mujaku bana. Kupitia Insta story ya Mujaku, aliandika haya Jux anapaswa kuwa makini sana. Hii familia aliyooa inapenda sana sherehe. Sisi kama Watanzania lazima tumkumbushe ndugu yetu. Na Mwambino anajiandaa kufurahia anguko la Jux. Why? Bana, hiyo ndo kauli ambayo Mujaku aliweza kuandika kupitia insta story yake, huku akitaja kuwa ash, familia ya kina Priscilla inapenda sherehe sana. Kwa hiyo tumshauri ndugu yetu Juxy apunguze masherehe, na huku Diamond Platinumz akijiandaa anguko la Juxy. Mtazamo wako ni upi? Hapo chini kulingana na hiki ambacho Mujaku alichokiandika kuhusiana na Priscilla na Juxy pamoja na Diamond Platinumz